Kikosi cha Simba chini ya benchi la ufundi linaloongozwa na meneja Dimitri Pentev kinaingia kambini leo kujiwinda na mechi ya raundi ya pili ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Nsingizini Spurs ya Eswatini. Hii ni mechi ambayo itachezwa Oktoba 18, maanake Simba wanaanzia ugenini. Meneja Dmitri Pentev amenukuliwa akisema wazi kwamba hakuna muda wa kupoteza kwa sasa, na ndio maana wanalazimika kuingia kambini mapema ili kutengeneza mawindo wanayoyategemea wapate ushindi mechi ya ugenini, hatimaye waje kumalizia hapa nyumbani katika mechi ya marudiano. Hii ni kwa upande wa Simba. Lakini kwa upande wa Yanga ambao nao wanawakilisha nchi ya Tanzania katika mashindano ya ligi mabingwa ya mabingwa barani Afrika, wao hivi sasa mashabiki wake wakiwa waki wanaendelea na maandalizi ya safari ya kuelekea Malawi, ambapo klabu hiyo ya Yanga itacheza mechi ya raundi ya pili ya michuano hiyo ya ligi ya mabingwa dhidi ya Silver Strikers. Uh, mashabiki wa klabu ya Yanga wamefurahishwa pia kusikia taarifa ya kwamba mlinda mlango wao Djigui Diarra ametoa tuzo ya kuwa mchezaji bora wa ligi kuu ya NBC kwa mwezi Septemba, wakisema kwamba nyota huyo jigi uh, jiara maarufu kama screen protector amestahili kutoa tuzo hiyo kutokana na kiwango bora anachokionyesha wakati wote anapokuwa uwanjani. Ikumbukwe tu kwamba kamati ya tuzo ya bodi ya ligi ilimtangaza jigi jira kupata tuzo hiyo ya mchezaji bora wa mwezi Septemba, huku ikimtangaza Ahmad Ali wa JKT Tanzania kupata tuzo ya kuwa kocha bora wa mwezi huo wa Septemba. Tuangalie kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika. Katika kombe la shirikisho barani Afrika wa wawakilishi wa Tanzania ni Azam FC pamoja na Singida Black Stars. Hawa nao kwa hivi sasa wanaendelea na matayarisho yao tayari kabisa kujiweka mguu sawa, eh, kwa ajili ya kwenda kucheza mechi zao za raundi ya pili ya michuano hiyo. Na habari njema tu ni kwamba na wao pia watakwenda kuanzia ugenini. Ikumbukwe e tu kwamba Azam watafunga safari kuvuka maji kuelekea Zanzibar kucheza na watu KMKM ya kule Zanzibar katika michuano hiyo ya kombe la shirikisho, lakini Singida Black Stars wao watasafiri mpaka buru kwenda kucheza dhidi ya klabu ya Flambeo. Kikosi cha ja Singida Black Stars chini ya kocha Miguel Gamondi kinaonekana kipo katika harakati nzuri za kujiweka sawasawa, kwani kikifanya eh, matayarisho ya kutosha na na wako tayari kwa kwa ajili ya ya ya ya kwenda kubadilisha hali ya mambo kupata ushindi ugenini, na hatimaye kuja kumalizia kazi hapa nyumbani. Mpaka sasa kocha Miguel kocha Miguel Gamondi anatajwa kuwa ni kocha mwenye mafanikio ndani ya klabu ya Singida kwa sababu tangu ameingia amekuwa na mafanikio ya ushindi na hajapoteza mchezo wowote we michuano ya Sekafa ambao wao ndio mabingwa, ama michuano ya ligi kuu ya NBC na hata michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika, Gamondi ameonekana bado ana ng'ara. Kwa upande wa Azam FC, kocha Frohei Benge, yeye naye ameonekana kuwa na wakati mzuri, licha ya kwamba mechi yake iliyopita ya ligi kuu ya NBC dhidi ya JKT Tanzania walienda sare ya kufungana bao moja moja, matokeo ambayo yame tingisha kidogo kocha, ingawa bado kutokana na uzoefu aliokuwa nao anajiweka tayari eh, kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo zimejitokeza kwenye mchezo huo, na sasa wanajiandaa kwa ajili ya kucheza mechi yao dhidi ya KMKM ya kombe la shirikisho Afrika kule Zanzibar, na baada ya hapo watarejea nyumbani kuja kucheza mechi ya marudiano, na watamalizia mechi yao ya mwisho katika mwezi huu Oktoba, wakikipiga dhidi ya Singida Black Stars katika michuano ya ligi kuu ya NBC. Tukamilishe mkusanyiko wa taarifa kwa leo kuhusiana na timu ya taifa ya soka ya Tanzania Taifa Stars. Kesho kutwa Jumatano, watakamilisha ratiba katika michuano ya kusaka tiketi ya Kombe la Dunia. Uh, kwa mchezo dhidi ya Zambia utakaopigwa kwenye dimba la New Amani Complex ya kule Zanzibar. Kocha Hemedi Moroko amesema kwamba ingawa hiyo ni mechi ya kukamilisha ratiba, lakini wao wataingia uwanjani wakiwa kamili, kwa sababu wanakwenda kutengeneza heshima na kuwafanya wachezaji pia kuwa na uzoefu mkubwa katika mashindano ya kimataifa, wale hasa ambao wameitwa ndani ya kikosi hicho kwa ajili ya kuweza kuungana na wenzao waliozoea mashindano haya ama waliozoea kuitumikia timu ya taifa na wao wapate uzoefu kwa hiyo ni mechi ambayo wanaitazama kwa jicho la aina yake na ushindani mkubwa pia vile vile, ili kutengeneza heshima na kuweka alama kwa kuwafunga Zambia. Ikumbukwe michuano ya Kombe la Dunia itakuwa ni mwaka 2026 ambapo Tanzania kwa hali ya kimatokeo iliyokuwa nayo mpaka sasa haina chake tena.